E, bamambo ni haji tena mtazamaji wa Master TV naitwa Alex ishirini na sita, nyuma ya kamera niko na Kabaisa Mtumbadi. E ba leo tumekutana wa kusoma wanafunzi na leo nivya, ya, ya nani. Mitihani shuleni. Shuleni. Ya subuhi, ni siku fulani uazumuko shuleni. Unajua hivi ukweli asubuhi mishe fulani hivi za kwenda sana mambo zenu? Ujambo?

hakuna leo tukutumikia mpaka definition. Mike atakuendea huko kwa definition. Hakuna ka definition ya shule ya nani, ya, ya, ya geography. Kuna kwaka? Mm. Bado sa tujaijua saa. Sawa. Hivi mnasoma ili ili, ili muje kwa kina nani? Malengo ni nyingi tu kama tuanze kwako eh, walimu. Mhm. Wewe unataka kuwa mwalimu? Mm -hmm ni nyingine yote ukaja kwa kitengo chingine chochote na dokta? Dokta. Yes. Daktari yupi sasa, wa mifugo au huyu dokta wa watu au watu? Kwaga ile dokta unakuwa unasimama, yani unajua kutibu hichi, utatamani kwanza u, u, una, u, u, una, unajua kutibu ugonjwa gani mwilini? Malaria ndo ugonjwa mkubwa Mambo oh. na? Onawe niambie kwanza malengo yako kwa sasa shuleni ni nini? Ni. Natamani niokuwa dokta mm. Kwao nyote mkiwa madokta sasa, walimu wako kina nani? Mnasoma ili, ili yani nyote mwe dokta, nyinyi marafiki, hata ntaza kuwa mwalimu yakipenda dokta nakuwa mwalimu. Ina maana mm. akiwa shuleni au unakuwa hospitali? Akiwa mm. hospitali unakuwa shuleni Mm. Ni marafiki, mmependa mm. sana veterinari. Ni kurugani? Veterinari hivi ni kurugani? Si buganga tu, kuru yake ni nini sasa? tv tv, veterinari. Na wewe na veterinari? nifuga tawa kufunga fuga mm. Sasa teve ni, eh, eh, hmm. eh, ni, ni kifupi au teve ni kirefu? Ni kifupi. hmm. Kirefu ndio veterinari. Kweli. Hivi mnajua kusoma manyw? Kitu gani ambacho mnazingatia mkifika darasani darasani, nyote? Fujo. Natamani kwanza mkae hivi kwa soni wawezi ili kama mtakuwa msaidizana. Kitu kitu gani ambacho mnazingatia mkiwa shuleni? Fujo fujo tu eh. Kwa hiyo sasa zaziwenu, unajua nyinyi ni wasomi eh. Kumbe. Eh, eh, oh, na fujo juu mm. Mnasoma? Na fujo juu. Kipi, kipindi gani ambacho mnazingatia darasani, mkiwa darasani kipindi ambacho mnakipendaga au idha kuru ambayo mnaipendaga sana siku ya kwanza siku ya kwanza ndo mnapendaga wewe hey, siku zote tu siku zote ndo kuru Apa, na, nini siku ya kwanza ndo kuna kwaka zile maike zile kuru za maana sana ndo maana tunazingatia siku ya kwanza na wewe ndo hivyo hey. ndo kuru gani kamo wewe nitajie tatu na utatu kuna kwa ka France, English na geo. Na ea hizi tatu zingine mate jiografia, historia. Ina maana jiografia na kwa mara mbili. Unasema ito nani na nani? Hmm. Uh, kwa hiyo ina maana bati na Bat. Tosa, tosa. Mwanafunzi mwanafunzi akikosa nini anakwasia mwanafunzi? Akikosa nini?

Kitu gani ambacho mnaweza kukula, mkaambiwa msikose ukisahau? Kukula tu. Eh, na kukula nini? Eh, chochote kile. Niulize kitu. Hivi hivi headphone. Headphone kwa Kiswahili inaitwaje? Natamani s ni ue swali moja moja, kila mmoja anijibu hivi hivi. Kati ya kifo cha kuua na kifo cha kuteketeza, kipi ni kifo kifo yani, kipi yani, kati ya sumu ya kuua na sumu ya kuteketeza, ipi ni sumu kali? Anzi ya kuteketeza sio kali Maki, tuseme zote ni kali. Ile kubwa sasa inasema eti hii ndo kali kati ya, ya kuua na kuteketeza. Ya kuua. Kwanza hapo ni, kwanza ni swali moja eh. Eh. Mna, unaangaliaga movie eh, unakuaga movie bomu ya nuclear na bomu hubu bu, tunabutaga bu bunini bunatolewaga vitu vy unatupwa hivi, si ile ya nuclear iwaga ni bomu ya aina gani? <laughs> nyingine ya kurusha sa kati ya, <kurusha>. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ya sumu ya kuua na sumu ya kuteketeza ipi ni sumu kali? ene ya ula. Ula, unajua ya sumu kali ku, ene unajua ya kuua ni ile inaua mtu mmoja, na ile ya kuteketeza inamaana unateketeza familia. Unajua kuteketeza inamana unateketeza familia nzima, ndio maana sa nauliza kati ya sumu ya kuua na kuteketeza ipi ni sumu kali? ya kuteketeza. Kweli, mm. wewe, ya kuua kali ndio kali uteketeza, maanake ni mimi mm. <laughs> Hey. mm. Sina wewe watu uteketeza hmm. Kwanza tofauti mm. ya kichanuo na kitana kwanza hmm. hakuna hata tofauti kichanuo. Sasa ka kichanuo cha juu ndio hicho kichanuo, sasa kuna loa watazama pale, mnaweza kaambia kitu gani? bako navangalisa pale kukamera mnaweza mkaambia nini? Hakuna ya kuambia, tunaomba tu, asanteni hivyo hivyo tu hapo. Ni wanafunzi kama hapa, kuna bahati na tosa hapa. Ni wanafunzi wanatoka zao darasani huko kufanya mitihani yao, so kama mlivyosikia, ni wasomi wakubwa sana Sema tu anakuambia Kifaransa ndio kimewapiga chenga na masomo kidogo yako mbele bana. Make sure tu ume subscribe ume like na ku comment. Naitwa Alex Ali ishirini na sita, nyuma ya kamera niko na Kabaisa Mtumbadi, mmoja kati ya vijana ambao ni appreciate sana kwenye kazi yetu. Asante.